Ukweli juu ya kupata miujiza maishani. Sehemu ya hazina iliyofungwa hubaki bila kuguswa hadi mtu aliye na haja ya hazina hiyo anapochukua funguo kuifungua mlango na kuchagua anachokihitaji kwenye hazina hiyo. Sehemu hiyo inaweza kuwa na hazina kubwa zinazopita kile macho kinaweza tazama au akili kinaweza kufikiria. Lakini sehemu hiyo ya hazina inabaki imefungwa ikiwa hakuna mtu anayeamini kuna kitu cha thamani anachokihitaji hapo au anachoweza kupokea hapo. Mfano hii inaweza kutumika pia kufahamu upokeaji wa baraka za Mungu maishani mwetu. Watu wengi hupita kando ya baraka zao kila siku bila kujua. Wanapita uponyaji, upako, ujazaji wa neema, majibu ya maombi yao kwa Mungu na kadhalika kwa sababu hawaamini kuwa ipo na kuwa wanaweza ipokea. Lakini utaamini nikikufahamisha kuwa muujiza wako hauko mbali na wewe, bali unakusubiri ufungue mlango kwa maombi na uwe na matarajio ya kuipokea. Miujiza wa Mungu haukuji tu kwa kuitamani au kuutaka, bali kuomba na kuamini kuwa umeupata. Tarajia miujiza maishani mwako kama mtu anayemsubiri mgeni maalum ambaye anakaribia kufika nyumbani mwake. Mgeni maalum anaposema anakuja kwako kukusalimia, unaanza kujiandaa kumpokea. Hivyo ndivyo imani ya miujiza inavyofanya kazi. Imani si tu kutumaini kwamba Mungu atafanya jambo, bali ni kuishi kana kwamba jambo limekwisha tendeka na jibu limeshafika kwako. Ni kuamini kuwa Mungu aliyetoa hadi ya kufanya ni mwaminifu kulitekeleza. Waumini wengi hawaoni miujiza mara kwa mara maishani mwao, kwa sababu wanaamini kuwa miujiza ni kitu nadra kisichotabirika na kilicho mbali. Lakini ningependa kukufahamisha ya kwamba kama wana wa Mungu tunastahili kuishi maisha ya miujiza. Baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa miujiza. Miujiza maishani mwetu hauonekani tu katika kile ambacho Mungu amesema ametupa na yuko tayari kuitekeleza, bali, katika kile ambacho mtu binafsi anaomba na yuko tayari kukipokea. Mungu baba yetu hujibu maombi kulingana na imani tunayokuwa nayo kwake. Imani inadhibitisha yote yamekwisha kufanyika, si tu kwamba itaonekana mbali, kwamba tumeipokea hata kama haijaonekana. Miujiza haikuji kwa mikono iliyokunjwa, kwa mtu asiyetaka kupokea au kwa mtu asiamini amekwisha pokea. Inafika kwa mikono iliyowazi kuipokea, kwa mtu anayeomba akiamini ameipata. Muujiza haingoji kila kitu kiwe wazi, wala mambo yote yawe sawa. Inatendeka kila wakati unaamini kuwa umepokea unayoyatarajia, kwa sababu Mungu aliyeumba vitu vyote amekwisha kusema, na Mungu akisema, imetendeka, kwa kuwa neno lake halirudi bila kutenda aliyoamrisha. Mungu kila siku na daima yuko tayari kutenda kulingana na imani ya watoto wake kwake. Katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya nne mstari wa saba tunasoma, kisha nabii wa Mungu akamwambia akisema, nenda uuze mafuta ulio nayo ulipe deni lako, nawe na wanao mtakula kilichobaki. Muujiza huu ulianza wakati mwanamke aliyekuwa na deni kubwa alitenda akiamini aliyoambiwa. Hakuwa na kitu isipokuwa chupa ndogo ya mafuta, lakini hakudharau alichokuwa nacho. Alisikiliza maelekezo ya kimungu aliyopewa nabii akitegemea kwamba mambo yatabadilika. Alitenda kwa imani na kile kilichoanza kama chupa ndogo kikageuka kuwa muujiza unaotiririka uliotatua shida yake yote na kumpa maisha mapya. Ndungu wapendwa katika Yesu Kristo, miujiza hupata na huongezeka mikononi mwa wale wanaoamini na kutii Mungu. Fikiria gala kubwa, lililojazwa na vifurushi. Kila boksi lina jina lako. Baadhi zao zimeandikwa majibu ya maombi yako yaliyopokelewa. Lakini kuna sharti. Kibali cha kupokea majibu hutolewa tu pale skana inapogundua anayehitaji miujiza ana matarajio ndani ya moyo. Ukienda kwenye kaunta ya miujiza ukiwa na shaka, skana haitakutambua. Ukikaribia kwenye kaunta ya miujiza kwa hofu, kanuni haitakukubali. Lakini pale unaposogea kwa imani na matarajio ya kupokea, mfumo wa miujiza huanza kujiandaa kukupokea, na jina lako linaitwa. Hii si hadithi ya kustaajabu tu. Hivi ndivyo kanuni za kiroho za kupokea miujiza maishani zinavyofanya kazi. Kuwa na matarajio ya kupata miujiza ni ishara ya kuwa tayari kupokea. Leo, nataka kutembea nawe kupitia ukweli wa nguvu tatu zitakazofungua matarajio yako na kuchochea roho yako kuamini zaidi ili kupokea miujiza maishani mwako. Kweli wa kwanza ni unapaswa kuishi na matarajio ya kupokea miujiza ya Mungu maishani mwako. Matarajio si hisia tu, ni tangazo la kiroho linaloambia ulimwengu wa kiroho kuwa uko tayari. Huifahamisha mbingu kuwa moyo wako uko tayari kupokea baraka za mbingu. Kweli wa pili ni miujiza hufuata matendo yako. Mungu mara nyingi husubiri matendo kabla ya kufunua muujiza maishani mwako. Hii haimaanishi kwamba Mungu anahitaji msaada wako mbali ni kwa sababu utendaji wa maagizo ya Mungu ni ushahidi wa kumwamini. Kweli ya tatu ni kuwa miujiza hustawi katika mazingira ya heshima. Mahali ambapo heshima huongezeka, miujiza huzidi. Mahali ambapo heshima haipo, nguvu za kupata miujiza hupunguka. Heshima si kwa tabia tu, ni anga ya kiroho ambayo mtu analitengeneza wakati anapongoja miujiza maishani mwake. Tunapotafakari haya, ninakuomba tuungane pamoja na tuombe sala ya kupokea miujiza. Bwana wetu wa mbinguni, Mungu Mwenyezi, jina lako litukuzwe. Wewe ndio unayeita mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo, kwa sababu unajua yalipo. Hakuna jambo ngumu mbele zako. Unaponena dunia hutii, unapopuliza pumzi uzima hutokea. Baba, hakuna mwenye ukuu na nguvu kama wewe. Nakushukuru kwa kila miujiza ambayo umefanya katika maisha yangu, yaliyoonekana na yasiyoonekana. Nakushukuru kwa kuwa daima uko karibu nami, daima wewe ni mwaminifu, daima unafanya kazi hata ninaposhindwa kuona au kuelewa. Unisamehe ee Bwana kwa kila dhambi ambayo nimekutendea, kwa kila neno la kutokuamini na wakati wote nilipochagua hofu badala ya kutumainia. Mimi pia nawasamehe wale wote walionikosea, na achilia chuki, majeraha na uchungu moyoni. Ewe Bwana, niandae kupokea kila muujiza ambao tayari umeupanga kwa ajili yangu. Katika jina la Yesu natangaza kwamba sitasimama tena kwa hofu. Ninachagua kutembea kwa imani. Katika jina la Yesu natangaza kwa imani kuwa uponyaji unatiririka katika mwili wangu. Kibali kinanizunguka. Milango za baraka zinafunguka mbele yangu. Urejesho unatokea katika kila eneo la maisha yangu, Bwana. Naomba uondoe kila kizuizi kilichochelewesha mafanikio yangu. Fungua kila lango lililofungwa katika maisha yangu. Kila mahali pakavu katika maisha yangu, napokea mvua ya uwepo wako na utoaji wako. Kila sehemu iliyovunjika ndani yangu uifanye mpya kupitia nguvu yako ya uumbaji. Bwana, naamini kuwa miujiza inanikaribia ninapokukaribia wewe E Yehova Rafa, na kuomba uponyaji wa kiungu kimwili, kihisia, kiakili na kiroho. Naomba ulinzi wako wa kimungu juu yangu na wapendwa wangu, tulinde dhidi ya kila shambulio linaloonekana na lisiloonekana, linalojulikana na lisilojulikana. Acha baraka zako zikae juu ya maisha yetu, juu ya kazi zetu na juu ya kila kitu ambacho umekabidhi Bwana, ninaposema sala hii pamoja na kila anayesikiliza, ninashukuru kwa kila moyo unaofunguka mbele zako sasa. Tunaungana pamoja na tunawaombea kila mmoja wetu. Tunaamini kwamba tunaposema na kutenda kwa heshima na kutii, miujiza itadhihirika katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tunatangaza uponyaji, ushindi, nguvu mpya. Roho Mtakatifu tuongoze kila siku, tufunike kwa neema yako, tuzunguke kwa kibali chako, tuongoze katika kweli yako, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu ni zako na utukufu ni wako milele na milele. Asante Bwana kwa kusikia na kujibu maombi yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Ukiwa umebarikiwa na ujumbe huu, andika neno Amina katika sehemu ya maoni. Natangaza kuwa baraka zote za sala hii ziko juu yako katika jina la Yesu. Unaweza kutusaidia kusambaza injili kwa kufikisha ujumbe huu kwa rafiki au ndugu yeyote ambaye unajua anahitaji kujua na anayehitaji baraka ya sala hii. Ubarikiwe na uwe baraka kwa wengine. Mwisho, ukiwa unatamani kujua na kuelewa vile mada hizi tatu tulizoziguzia hapa zinaongoza katika kufungua muujiza maisha yako. Tafadhali fuatilia video hizi hapa chini, zimeshiriki maelezo kwa kina zaidi. Asanteni na Mungu awabariki.